Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya limekanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao ya kijamii na zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA zinazodai askari polisi kuhusika na tukio la kuvamia, kuvunja mlango, kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake na kutoweka na muhanga na kwenda naye kusikojulikana. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Benjamin Kuzaga imeeleza kuwa mnamo Mei pili mwaka huu majira ya asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilipokea taarifa kutoka kwa Sije Mbugi Emmanuel, mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi ambaye ni mke wa Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude kuwa mnamo Mei pili mwaka huu majira ya saa nane usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga, kata ya Iwambi jijini Mbeya, watu wasiofahamika walivamia na kuvunja mlango na kuingia ndani kisha kumjeruhi Mpaluka Saidi Nyagali na kufanikiwa kutoweka na mhanga na kwenda naye kusikojulikana. Ni kwamba mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya asubuhi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya imeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa Sije Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi ambaye ni mke wa Mpaluka Said Nyagali almaarufu Mdude kuwa mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa nane za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga, kata Iwambi, jijini Mbeya kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mpaluka Said Nyagali au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikojulikana. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mhanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipo Mpaluka Said Nyagali au maarufu Mdude hazitoi ili kufanikisha kumpata pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata. Mapema hii leo akizungumza na wanahabari mke wa Mpaluka Said Nyagali maarufu kwa jina la Mdude, Sije Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, amewaomba wanahabari kumsaidia kupaza sauti ili mume wake apatikane huku akilituhumu jeshi la polisi kuhusika na uvamizi huo. Nilikuwa naomba mtusaidie mpate sauti zenu tumpate akiwa salama, kwa sababu najua wa usiku wa kuu ni polisi ndo aliojitambulisha na kumchukua. Naomba mtusaidie, wamemuumiza vibaya wamenizuia mimi nitoke nisiangalie nikiwa na mtoto mmojawapo, kanizuia mimi kwamba nisitoke nisione chochote kinachoendelea. kibl mtu saidi Abdukarimu Juma ni rafiki wa Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude, yeye ameeleza namna na ambavyo alipata taarifa na hatua alizozichukua. Kwa majina naitwa Abdul Karim Mahamudu Juma, ni mwanachama wa chama cha ja demokrasia na maendeleo, lakini pia ni rafiki wa Mdude ni mtu wa karibu ambaye kwa muda mwingi na muda mrefu tumekuwa pamoja, na mara ya mwisho nimewasiliana naye juzi e. Na nataka nianzie na hili kwa sababu ndio la muhimu zaidi. Alikuwa na mashaka sana, akaniambia kaka, uje nyumbani na mazungumzo na wewe. Nikamwambia sawa kaka, nitakuja kesho ambaye ilikuwa ni jana, lakini sikupata bahati ya kuja. Jana usiku wa manane nikapigiwa simu kuambiwa, tumevamiwa na Mdude kapigwa. Nikatoka mimi nyumbani kwa sababu nakaa nyumbani almost sio mbali sana na eneo la tukio. Nikaja saa nane usiku huo huo, nikakimbia haraka haraka, nikaja hapa. Nilipofika hapa nikamkuta e, balozi na mjumbe wa mtaa pamoja na mwenyekiti. Nilipofika cha kwanza nikawauliza utaratibu ukoje, mwenyekiti tuongoze katika hili. Baada ya kuangalia mazingira akasema tunafanya mawasiliano, tutaka twende polisi. Nikamwambia sawa, tunakwenda polisi, lakini hapa mazingira tunayachaji kwa sababu mimi naona hapa niko na shemeji na, na, na, na majirani kama saba. Akasema basi oja tujadiliane hapa akawa anafanya majadiliano ya polisi. Mimi nikaanza, nikaenda kumuuliza shemeji kulikoni shemeji. Akaanza kunieleza muhtasari jinsi hao jamaa walivyokuja. Alianza kuwasikia yeye, alikuwa ananyonyesha mtoto alikuwa amechangamka, yani analia, kwa hiyo alikuwa anabebeza mtoto akasikia pikipiki, baadaye akasikia gari akaenda kumshtua mwenzie chumbani. Alipoenda kumshtua chumbani mwenzie akainuka. wakati wanatoka kwenye varanda, wakati wanatoka kwenye varanda, wale jamaa walikuwa wameshafunja mlango ule, wameingia wakenda moja kwa moja wakamshika kwenye varanda pale Mdude mara moja afu wakawa wameondoka naye. Baada ya kuondoka naye, ndio kama hali mlivyoiona walikuwa wanamburuta na wametoa almost karibu mita mita kumi wamemburuza kwenda mita kumi damu kote kumna yona ilivyomwagika. Kwa hiyo mazingira yalikuwa ndio hayo. Baada ya hapo, tukaanza sasa jitihada sisi za kwetu. Sasa jitihada zipi? mwenzetu ndio ameondoka. Kazi ya jeshi la polisi kulinda usalama raia na mali zao. Tulitaarifu jeshi la polisi, nikamwambia mwenyekiti wa mtaa scenario ndio hii hapa. Sasa umekuja na conclusion gani? Akasema amewapigia polisi wamesema wako Uyole wanakuja. Hiyo ilikuwa ni saa nane kuelekea saa kumi. Kwa hiyo tukawaambia basi sawa, hamna shida, tukakaa na majirani tukawa tunasubiria na barozi alikuwepo na mjumbe alikuwepo na mwenyekiti alikuwepo hapa. Baada ya muda kidogo, mwenyekiti akatoka nje na mjumbe na barozi wakawa wametoka nje. Kwa umetoka nje sisi tukawa tumebaki hapa. Mimi nikaendelea kuwasisitiza vijana kwamba tuna kila haja ya kumuuliza mwenyekiti yuko wapi, akasema yuko nje. Wakampigia simu kwa kijana mmoja mpangaji wa humo akampigia simu mwenyekiti, akasema msijali, gari iko njiani inakuja. Tukaendelea kusubiri. Tumevuta subira, tumevuta subira, tumempigia kama mara mbili. Baadaye mwenyekiti kaja kutokea saa moja asubuhi. Toka saa ngapi? Saa nane. Tunamuuliza vipi? Anasema jeshi la polisi wamesema hivi, twende Iunga. Nikamwambia sasa tunakwendaje Iunga? Tuanze kutafuta utaratibu sasa, tunaendaje na hapa tunapachaje? Mimi nikamwacha mgombea udiwani wa kata hii. Nikamwambia, bwana, tunaomba tuangalizie haya mazingira, kwa sababu wewe ni mtu wetu, unalinda maslahi yetu sisi hapa ya, cha, ya chama na, na, na maslahi ya Mdude. Kwa hiyo, kwa sababu yeye ni mwanachama wetu, wewe kaa hapa, mimi niende na shemeji polisi. Kwa hiyo tukatoka mimi na shemeji tukachukua pikipiki tukawa tumeongozana na mwenyekiti tukaenda mpaka Iunga, na, na, na, na, na majirani hapa wakameteua watu wawili wakwenda kuwawakilisha wapi kule kituo cha polisi wakasikia na wenyewe, ili kwa ajili ya kutoa ushahidi, ili kutengeneza ushahidi wa aina hiyo. Jeshi ya polisi kwa sababu limegoma kuja huku, nimesema tulifuate kwa tukao, tumekwenda kufika pale mkuu wa kituo cha pale akawa na moji mwenyekiti, mwenyekiti akawa na maelezo ambayo hayajanyoka. Nikaambia mwenyekiti basi muache aliyeshuhudia hili tukio, mkewe atoe maelezo. Mkewe akawa anatoa maelezo kwamba mimi na nachoamini waliomshambulia mume wangu ni CCM na polisi, kwa sababu walijitambulisha polisi. Kwa hivyo sema maelezo hayo, polisi pale kituoni akasema, sisi kwa sababu hatulazi mahabusu puende Central. Central ndio na mahabusu. Labda, huyo mtu kwa sababu nasema kachukuliwa na polisi, mtamkuta huko. Tukatoka tuka sisi tukaenda Central na huko Central ndio tukakutana na, na, polisi na, na, wa pale wakaanza kutuchukua maelezo. Tukakaa kama almost saa moja. Baada ya kuchukua maelezo, RCO akasema basi sawa tuongozane na timu, maana aliyosoma naye akawa amekuja pale. Tuongozane na timu twende tukafanye uchunguzi huko katika eneo husika. Kwa hiyo tukawa tumetoka pale sisi, tukawa tumekuja na shemeji na pikipiki, sisi usafiri wetu tulikuwa ni pikipiki, tukaja mpaka hapa. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, kiukweli, jeshi la polisi katika hili swala la kukamatwa na kupotezwa huyu bwana ambaye tunamzungumzia hapa na, na, na kujeruhiwa, kiukweli, wanatakiwa watoe maelezo yakinifu na yaliyojitosheleza. Viongozi mbalimbali wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Taifa, kanda ya Nyasa na mkoa wa Mbeya wamelaani tukio hilo huku wakilitupia lawama jeshi la polisi. Kama wanachama tumefanya juhudi mbalimbali mbali toka asubuhi, zikiwemo za kukutanika sisi kufika eneo la tukio uh, kuonana na, na, na, na mke wa Mdude, lakini vilevile vile ikiwa ni pamoja na kuripoti taarifa hii kwa jeshi la polisi ambapo RCO amekuja na timu yake hapa muda si mrefu ameondoka. Wamefanya kuchukua vipimo sampling ambazo wanasema wanakwenda nazo uh, kutafuta hizo DNA kufahamu kwamba ni kina nani wamehusika na kumteka Mdude na kumpiga na kumuumiza na kuondoka naye hata kusababisha mpaka sasa hivi familia haifahamu kama Mdude yuko wapi, chama hatufahamu Mdude yuko wapi. Sasa RCO alivyokuepo hapa, nimepata fursa ya kuzungumza naye, nikitaka majibu kwamba Mdude yuko wapi, tunamhitaji Mdude akiwa hai, na RCO anasema hata yeye hafahamu, na tumemwelekeza uh, mashuhuda mbalimbali wamemweleza kwamba gari iliyomchukua ili, ilienda kulia na maeneo hayo kuna makorongo mengi, ambapo watu wetu wengi wamekuwa wakichukuliwa huwa wanatupwa maeneo hayo. Kwa hiyo tumempa hizo taarifa, lakini majibu ya rasio ni kwamba tusaidiane naye kumtafuta Mdude na kwamba tukipata taarifa yeyote tuweze kumfahamisha. Tumeendelea kumuhimiza kwamba ni kazi ya jeshi la polisi, lakini bado hatuoni aa, kama tuna, tunapata ile seriousness ambayo ilitakiwa, seriousness ambayo ilitakiwa kuwekwa kwenye hili tukio. Kwa hivyo hadi sasa Mdude hafahamiki alipo. Ninyi ni mashahidi, anaonekana amevuja damu nyingi. Hatuwezi kuzungumza hata nilitangapi tokea sebleni kwake mpaka kwenye barabara ambako gari ilikuwa imepaki ikimsubiri, na kwa maelezo ya awali ilikuja gari pamoja na pikipiki. Kwa hivyo watu hao walikuja, uh, wakudhamiria kabisa kutaka kumdhuru mdude kwa viwango hivyo. Sasa nini ambacho tunasema kama kanda kama kanda tunatoa uh, wito kwa wanachama wetu wote popote waliko, uh, waweze kukusanyika, tukusanyike, tukutane kwenye ofisi za kanda na tuweze kuondoka kwa pamoja kwenda kwa RCO, tukamdai RCO kutupa Mdude, kwa sababu unavyozungumza naye unavyozungumza na watu wake unaona kabisa kwamba kuna wanachokijua ambacho sisi hatukifahamu. Na na sasa hivi, uh, makamanda wetu wataondoka, wengine hapa wataanza kuzunguka kwenye maeneo hayo kwenda kumtafuta Mdude, tukiendelea kuomba Mungu kwamba pengine anaweza akawa ametupwa mahali kwa uvujaji huu wa damu, huenda tukawa tumeweza kunusuru na kuwahi eneo la tukio na kumchukua kumpeleka hospitalini. Lakini jitihada za kuzunguka kwenye mahospitali za awali tumeshafanya, tumepiga simu sehemu mbalimbali, wanasema hawajamuona Mdude. Vituo mbalimbali mbali, vya polisi tumepita, hawajamuona Mdude na kituo kikuu ambacho ni central na wenyewe wanasema hawajamuona Mdude. Kwa hivyo wito wangu kwa wanachama tuunganishe nguvu twende kwa RCO mpaka atakapotupatia Mdude akiwa hai, akiwa amekufa tunamtaka Mdude leo hii mm -hmm. Na kwa kusema hayo nitatoa fursa a, kwa mke wa Mdude ambaye anaitwa Sije Mbugi aweze kuzungumza akielezea kilichotokea, kama mnavyomwona yupo na mtoto mdogo wa mwaka mmoja mgongoni, toka asubuhi hali ndio hiyo iliyopo, lakini vile vile atazungumza a, Karim ambaye ni rafiki Abdulkarim, ambaye ni rafiki yake Mdude sana, alipigiwa na alikuwepo katika eneo la tukio baada tu ya Mdude kuondoka, yeye aliweza kufika uh, baada ya kupokea simu na viongozi wengine wa kanda na mkoa uh, na makamu mwenyekiti taifa Bawacha ataweza pia kusema na viongozi wa mabaraza, ili watoe wito uh, kama chama tuweze kwenda pamoja kutafuta uh, haki ya Mdude, haki ya kuishi haki ya kufikishwa mahakamani kama akiwa anakosa linalostahili kufanyiwa hivyo. Lakini bila shaka, bila wasiwasi wowote, polisi wamehusika kama ambavyo walijitambulisha wenyewe kwa majina. Naitwa Hamadi Mbeare, katibu wa CHADEMA mkoa wa Mbeya, nami niungane na Watanzania wengine wote kulaani kitendo kibaya ambacho kimemkuta mwanachama wetu na mwanachama mwenzetu Mdude Nyagali usiku wa, wa manane yapata saa nane za usiku. Mashuhuda wamesimulia yaliyo mengi hapa, namna ambavyo kitendo hiki kilifanyika, na kwa namna waandishi ambavyo mnashuhudia umwagikaji wa damu namna hii, inadhihirisha dhahiri kwamba waliokuja kufanya kitendo hicho hawakudhamiria tu, kwa sababu kwenda kumkamata peke yake, inaonyesha walikuwa na sababu nyingine ya mkini zaidi ya hiyo, na ndio maana unaona purukushani kubwa imefanyika hapa, kwa sababu ingekuwa ni ukamataji wa kisheria wa utaratibu, palipaswa kiongozi wa serikali za mtaa wepo, palipaswa watu wengine wawepo, hata majirani hapa wajulishwa. Lakini walienda wakavunja mlango wakavunja geti wakaenda chumbani wakawa wanamwondoa wana Mdude pale, hawataki mke wake ashuhudie na wamemzuia kwa, kwa, kwa, kwa kauli ya mke wa Mdude hapa ni kwamba yule askari aliyejitambulisha kama ni askari aliyebaki kwenye mlango wa chumbani alimzuia huko akiwa ameshikilia nyundo kubwa sana mkononi ili kumtisha kumuogopesha mke wa Mdude asione kinachoendelea susebreni. Lakini jeshi la polisi kuanzia saa nane halijafika muda wote huo, mpaka hapa mimi nimefika asubuhi saa kumi na mbili wao wamekuja wamefika hapa saa nne E, wakiongozwa na RCO lakini ukweli ni kwamba kutoka makao makuu ya jeshi la polisi kwa maana ya Kadege lilipo mpaka haya maeneo ni kilometa takriban tisa pekee. Kutoka makao makuu ya jeshi la polisi kwa maana ya sentro, mpaka hapa ni kilometa kumi lakini hapa jirani kituo cha Iyunga kipo jirani kabisa e, kilometa sizo izidi nne. Wameshindwa kufika maeneo haya kwa muda mwafaka kuanzia saa nane usiku na badala yake wanawaambia watu kwamba wanaambia wahusika na familia kwamba si, wao ndo wafuate. Walifuata jeshi la polisi na mke pamoja na watu wengine na majirani wamelifuata jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekuja kufika majira hapa ya ya ya ya ya, ya saa za asubuhi. Sasa hichi kitendo tunapokuwa tunapo, tunakihusisha na kwamba hakipo sawa sawa ni pamoja na mazingira haya, lakini cha ajabu zaidi e, viongozi wa serikali ya mtaa kwa maana ya mwenyekiti alitoa ushirikiano usiku peke yake, walipoishia pale Iyunga hakutoa ushirikiano mwingine wowote. Mimi nilipofika niliomba mawasiliano yake, alichonijibu ni kwamba yupo kwenye kicha, kwenye kikao cha chama cha CCM kule saba saba. Huyu mwenyekiti wa mtaa eh, ambaye jina lake nafikiri wamenitajia hapa anaitwa anaitwa Gwantwa Mkumbwa. Sasa hiki jambo ni cha ajabu, yaani watu, mtu wako amepotea, mtu wako haeleweki, damu zimechuruzika namna hii, mwenyekiti ambaye amechaguliwa aidha na wananchi au kwa kuteuliwa anakwambia sina huo muda, yupo kwenye muda kwa ajili ya kushiriki kushiriki kikao. Nikampigia afisa mtendaji wa kata hii ya Iwambi, na bahati mbaya hata yeye hakai hapa, anakaa nje ya kata yake. Nikazungumza naye huyu anaitwa mheshimiwa Kapinga, akaja hapa, amenikuta mimi hapa dakika mbili tatu ameondoka tena ameenda kwenye kikao huko huko saba saba, na kutelekeza wananchi. Hivi tunazungumza hakuna kiongozi yeyote wa serikali ya mtaa wa maeneo haya. Sasa tunapolihusisha swala hili kwamba yamkini wenzetu walikuwa wanajua kinachoendelea ni pamoja na matendo kama haya, kwa sababu huwezi kukubali mtu wako hayupo haonekani, damu zimechuruzika namna hii, alafu naondoka, umeamuru wananchi wakaendelea na majukumu yao, kiongozi na wewe haupo. What is that? Tunalitaka jeshi la polisi kwa mazingira haya ya namna yalivyo, tunalitaka jeshi la polisi, RCO statement ulioitoa hatujakubaliana nayo, hatujaipokea kama chama. Tunaitaka statement ambayo iko sahihi. Mdude iko wapi? Watueleze ni wapi aliko, na kama wanamshikilia watuambie wanamshikilia kwenye kituo gani. Sisi kwenye maelezo ya RCO amesema hawamshikilii. Na watanzania wote wenye mapenzi mema na taifa lao, hivi tunavyozungumza tuanze kukutana ofisi za kanda pale. Tukitoka pale, ni sisi sote tunakwenda kwa RCO kwa ajili ya kuhakikisha Mdude anapatikana, awe yuko hai, awe amekufa, watwambie yuko wapi. Hatutoondoka kwenye ofisi za RCO mpaka Mdude atakapopatikana. Wao ndio msimama wa CHADEMA. Wao ndio msimama, kwa sababu hakuna aliye salama, hakuna aliye salama salama yetu inapaza sisi sote twende pale ofisini twende kwa RCO. Tumemwambia RCO hapa, baada ya kuchukua eh, mambo yake hapa ya uchunguzi, anasema anaenda kwa mkemia kupeleka kupeleka hivi vielelezo. Sasa kwa hali ya kawaida, RCO na yeye amekuwa ni mkemia mkuu, amekuwa ni mchunguzi, na yeye tulipaswa, angekuwa na moyo wa huruma kutoka hapa tukatawanyika maeneo mbalimbali, hata huko ambako wanasema gari ilielekea, mazingira yake sio mazuri, kuna mapori huko, kuna kuna maporomoko nilifikiri angekuwa na moyo wa huruma kwamba tunapaswa tuende tumtafute, atoe vyombo vyake na watu wake wa chini wamtafute. Hilo ni elekezo la kwanza. La pili, nitoe mwito kwa viongozi wote wa chama wa ngazi za wilaya wa ngazi za majimbo kwenye mkoa huu wa Mbeya na maeneo mengine Kela, Busokelo, Lungwe, Mbeya mjini wenyewe, Mbeya vijijini, Chunya pamoja na Mbarari, viongozi wa chama waende kwenye vituo vyote vya polisi vya maeneo yao Wakishatoka hapo waende kwenye hospitali zote ama zaanati ama vituo vya afya vilivyopo kwenye maeneo yao, waulize, wapate kujua kama Mdude atakuwa yupo huko, na kwa vyovyote vile watakavyokutana navyo, wao wamemkuta, hawajamkuta, watupatie update haraka sana, ili tuweze kutoa kwenye mamlaka zinazohusika. Wito wangu wa mwisho kwa wananchi wote na wakazi wa hii kata ya Iwambi hasa huu mtaa ambao Mdude alikuwa anatokea, niwaombe ili jambo sio sio tu mlichukulie kama la kisiasa, lakini chukulieni kama la kibinadamu la utu, kwa sababu Mdude ana wazazi, ana watoto, basi tushikamane kuhakikisha tunapaza sauti. Watumishi wa Mungu kamwombeni Mungu wenu wa, wazee wengine kafanyeni mambo yenu kuhakikisha haki na damu hii haiondoki bule. Tunachoweza kusema damu hii sisi kama CHADEMA hatutokubali iondoke bule, hatutokubali ipotee bule. Mmetukuta katika simanzi kubwa. Mmeona tukio ambalo limetokea hapa, damu zimetapakaa sebuleni. Aa, mimi kama mama na kama mzazi nimeumia sana, hicho kitendo nimeumia kimeniliza, kwa sababu sikutarajia kwamba nitakuta damu zimetapakaa kiasi hiki eneo la Mdude. Lakini nitoe rai kwa jeshi la polisi, sisi wote ni haki yetu kuishi Hakuna asiyetaka kuishi katika nchi hii. Tungekuwa na uwezo wa kununua uhai, watu wangekuwa nanunua, lakini tunaomba kupitia, ili iliyotokea kwa Mdude, tunaomba Mdude apatikane, tunaomba Mdude awe hai au amekufa, tunataka kumwona Mdude kwa sababu Mdude ana familia na mke na, na watoto. Waandishi wa habari, mmemwona dada wa watu na mtoto mdogo wa mwaka mmoja Leo anashuhudia mtoto damu za babake zikitapakaa sebleni. Kwa kweli, loo inauma sana, loo inauma sana. Tuwaombe watanzania wote, tanzania nzima, mpaze, mpaze sauti zenu kuhakikisha hii hali inayotokea katika taifa hili linakomeshwa mara moja. Mheshimiwa Rais Samia, popote ulipo naponisikia, naomba ongea na jeshi lako la polisi. Jeshi la polisi kazi yake ni kutulinda sisi wananchi, sio waje watuuwe waje watukamate, watutese. Watu kama Mdude angekuwa na kosa, wangemchukua, wangempeleka mahakamani. Mahakamani aende mahakamani, akahukumiwa, kama ni kufungwa, akafungwe, kama ni kunyongwa, akanyongwe, lakini sio kwa hali kama hii. Kwa kweli natusikitisha sana, naomba watanzania wote tutoke, tupaze sauti zetu. Chaula amepotea, Kipanya amepotea, wakina Soka wamepotea, hatujui leo hii kwa Mdude hatujui mpaka sasa hivi kama atakuwa haya amekufa kwa sababu sasa imekuwa ni desturi ya, ya, ya serikali ya Tanzania kwamba watu wake kuuawa ni, ni, ni jambo la kawaida. Watu wanachinjwa wana kama kuku. Hii damu hii damu kwa kweli hatutaki iombe iende bure. Tunaomba watu uh, kuna machifu kuna wanaoamini Mungu, tunaomba tuombe kwa pamoja, kila mtu afanye kazi yake kwa wakati wake, ili taifa lipone tumechoka kulia misiba ya watoto wetu, tumechoka kulia misiba ya kutoweka watoto wetu. Tunaomba wananchi wote wa jimbo la Mbeya mjini, jimbo la Mbeya vijijini, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe, kanda ya Nyasa na Tanzania nzima, tuungane kupaza sauti zetu, kuhakikisha watoto wetu wanarudishwa wakiwa salama, haijalishi wamekufa au wako hai, tunaomba maiti zao basi kama wako hai mtu, mtuambie Mdude yuko wapi, ili twende tukamtibu. Mtuambie amepelekwa kwenye kituo gani cha afya, ili twende tukamwoni, kwa sababu tumezunguka vituo vyote, Mdude Mdude hayupo. Mtuambie jeshi la polisi wanajua Mdude aliko. Mimi baada ya kusema haya, niungane na Watanzania wote kulaani kitendo cha tukio la hapa nyumbani kwa Mdude, na pia na pia wananchi wa Iwambi na mtaa huu, tunaomba mtusaidie Mdude. Mdude jamani, Mdude ni yatima. Wazazi wake walifariki. Leo Mdude hapa ni nani atakaa kwenye nyumba yake, ambaye atalia msiba wa Mdude? Tunataka Mdude akiwa hai, hatuhitaji msiba wa Mdude tena. Tumelia, tumechoka. Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude ni mwanaharakati na ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambaye majira ya saa nane usiku akiwa amelala huko mtaa wa Ivanga, kata ya Iwambi jijini Mbeya watu wasiofahamika walivamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani kisha kumjeruhi Mpaluka Saidi Nyagali na kufanikiwa kutoweka na muhanga na kwenda naye kusikojulikana. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jaklin Mwangama, Kusaga TV.